Siku ya jana ilikuwa ni siku nzuri. Uh, Kalamu Awards zilifanyika pale Superdome Masaki, na mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa rais wetu Samia Suluhu Hassan, yeah, ambaye alikuwepo pale kushuhudia waandishi wa habari uh, wakipokea tuzo zao kwenye tas, eh, I mean, kwenye vipengele mbalimbali mbali. Na hongera sana kwa washindi wote wa tuzo zile, lakini pia hongera kwa wacheshi ambao walifanya ucheshi wao kwenye jukwaa uh, la siku ya jana. Leonardo alikuwepo pale, Eliud alikuwepo pale, Said Said, Said alikuwepo pale na wengine wote ambao wali perform of course. Ukipita mtandaoni sasa hivi utakutana na comments nyingi za watu zikilaumu kila alichokifanya Said Said, Said kwenye shoo ya jana wakisema kwamba alifanya kwa mazoea, alifanya kama amemzoea sana rais. Zilikuwa ni comments za watu uh, mi nakushauri pia kama unaweza kupita kwenye YouTube tofauti tofauti ambazo zimepost show ya Said Said. Kaitazame show na wewe uwe na mtazamo wako kupitia ulichokiona, so ulichokisikia, sawa sawa. hmm. hmm. Ricky uliitazama show? show nilitazama, mm -hmm. um, kwanza niwapongeze waandaaji wa tuzo lakini pia hata wasanii ambao wametumbuiza pale ikiwemo Saidi Saidi, Leonardo mm -hmm. pia right? mm -hmm. Uh, wamefanya kitu kizuri sana kumfanya rais acheke, ni kitu bora zaidi, kwa sababu ukimfanya akatuna kidogo ni msara. Bora acheke, e, e, bora acheke. Nimeona komenti za watu wakisema kwamba inabidi sasa Saidi angalie maudhui yake anayoyaperform mbele ya, ya rais mm -hmm. awe makini Mi nataka kidogo kwa experience yangu ndogo mm -hmm. kwenye industry hii mm -hmm. hasa kwenye kazi ya kiprotokoli kama zile mm -hmm. ulichokiona Said Said kakifanya pale mm -hmm. ni kitu ambacho kimepitiwa, ajaenda kufanya freestyle, kwenda ku freestyle pale mm -hmm. ni kitu ambacho umewasilisha maudhui yako na kila kitu utakachoenda kukisema pale, na wale jamaa <laughs> wa usalama wanakipitia speech. Speech unazoziona pale watu wanafanya mazoezi kufanya mm -hmm. speech. same, same hata za tuzo za comedy zilikuwa the same, watu walienda kujifunza. Unakumbuka performance ya, ya, ya, ya kipotoshi ne. kwenye tuzo za comedy alisema kwamba tulivyokuwa tunawasilisha haya maudhui tunaokuja kuperform mm. washikaji walisema ah, nye leteni tu haina shida, nyie ongeni chochote mm. ila, mm, nikashtuka mm. so ni vitu ambavyo vimewasilishwa mm -hmm. na sio vimewasilishwa leo vinafanyika kesho, hapana mm. Mm. haya mambo Una, unajua chochote ambacho atakiongea um, mtu yeyote pale kwenye ile, ile stage mm. Kumbuka ile iko live mm. Watu wanaona yani chochote atachokiongea kama ki, kitaleta kita, kita kitaleta mtafaruku mm. Ina maana moja kwa moja hata na zile zinakatwa kwa hata, hata, hata na na kwanza ita, itaenda ku, kuleta mtafaruku kwenye jamii mm. Kwa sababu watu wanatazama, unajua rais alipo popote watu wanatazama eh? mm. Ataongea nini? Atafanya nini? yani rais kwanza ndo mtu anayefuatiliwa zaidi na wananchi mm. Yani anafuatiliwa kwa sababu ndo nchi yetu, yani yeye ndo ka, kaishikilia nchi yetu mm. so kila kitu kinachofanyika pale hakija kurupuka mm. Watu hawaja kurupuka mpaka kinafanyika right? E, nimeona nimeona comment za watu mbalimbali mm -hmm. ambao wanasema kwamba Saidi aangaliwe maudhui yake anayopandisha anayoyafanya kwenye stage mbele ya rais, anachukua kama taasisi ya rais ya, taasisi ya, ya ni nyepesi yani kama anamzoea sana Umeelewa? mm-hmm. Anyway, sasa mimi kama nilivyokuambia hapo awali kwamba sidhani kama ni ni hivyo kama vile watu wanavyodhania, ni kitu ambacho mm-hmm. kimealiliwa, watu wameona kwamba ni sahihi akienda kukifanya pale juu basi. Omikru oh sometimes, kwenye ulimwengu wa burudani inabidi iwe hivyo. kuna, siku, kuna siku ni kama viyato, jako, ni kupe mfano kuna so ni kupe mfano mm. rais ameudhuria mfano um, mashindano baya ngumi ya boxing mm-hmm. mtu kapigwa chemba moja ya maana au kapigwa kitasa kimoja, kuna deki kpigwakimejaa ni yani mtu kapasuka kumpiga mbele rais hapana. Kila kitu kina sheria zake, issue ambayo wa, watu wa hey, sababu hey, no, na, ana experience na nakwambia, na, na, ukweli watu wakitaka mm -hmm. wapige hiyo fomu unaisema wewe mm -hmm. Pa, mtanuna tena kwa sababu comedian kati... sema, mnaleta siasa tena S kwenye mambo yosio... sio hivyo tu katika sekta ambayo inaweza kukupiga huku na kuchekea ni comedy yani, kwamba kuna nani anaweza kwa naimaliza serikali afu pa anachekesha watu fatilia, <laughs> comedy za anaitwa nani huyu wa, uh, namsau kidogo wa watu baki jina limetoka MC Kisori. Achana kina Kisori kwa nje, tuna nani mwingine alianzaka, ndio anataka kina kina coin nani nake limetoka kidogo. Oh, sorry gratis, Deo Gratus sawa. Mm -hmm. Fuatilia komedi za Deo Gratus kama wewe hapa haiko vizuri, huwezi kuelewa anachokizungumza, lakini pia huwa anazungumza mambo mengi sana ya kijamii na kiserikali kwa namna ya komedi, okay kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba kila kitu kina prinsipo zake. Rais alichowasilishwa pale anafahamu ni nini alichowasilishiwa hmm. anafahamu ni nini yani, wale watu wake ambao wana, wana, wana, wana, wana arrange kila kitu wanafahamu kwamba kipotoshi sijui nani ni kwa kitu ambacho naamini mimi naamini watu wengi wanao comment kwenye ishu ya Said Said hmm. hawajaitazama hata show hmm. ili mradi unajua, Riki wewe una nafasi yako kwenye jamii ambayo nimeiona, nime, nime nimeiona post yako kuhusiana na Diamond yeah, yeah, yeah, sure. umeona ile post yako hmm. mtu ana imani na wewe, mtu anajua wewe uko machuad hmm. unalielewa game hmm. akija pale akisoma ye hataki kuangalia kwa fakti hmm. sijui kweli Diamond ametoa umeingizwa, sasa hivi nalipwa au e, au, ana, anaweza kakwambia <laughs> umeongea point mm. Hajui, hajaelewa ta ulichokizungumza, yeah, sure. ila yeye anasema kwa sababu kimetoka kwa riki hiyo mm. ni point moja kwa moja, sijui unanielewa mm. So mtu anaingia Instagram au TikTok au Twitter au kokote anakoingia mm. Akakutana na post ya mtu fulani mm. Amezungumza kuhusiana na sho ya Saidi, Saidi. Mm. hajaitazama show ana, ana comment, ah, huyu dogo anazingua. Sijui unaelewa, hmm. Ndo maana unakutana na comment nyingi, huyu dogo anazingua huyu wao. Unafikiri wale wote wameangalia show? Wengine wanaenda na mkumbo tu, kwa sababu mimi uzuri nimekutana na comment za watu kuhusiana hmm. na show ya Said Said baada ya, hmm. ya kuitazama show. Yani nilitazama show, nimeingia zangu, napitapita mtandaoni ndo nakutana, ah, Said anazingua hmm. muda huo wanaosema anazingua Said Said alichokuwa hmm. anachekesha kule ndani Mm. Niko nasikia watu wanacheka huku nyuma yani, nasikia kabisa hata kama siwaoni, lakini nasikia sauti watu wanacheka. hey, hey, so kitu alichokiwasilisha huenda jana ikuwa siku nzuri kwa Said Said, yeah. labda kuwa yeye ndo awe man of the match. mm. Unakumbuka siku ambayo yeye ndo alimchekesha sana rais na nini, yeah, yeah. sifa zilikuwa ni za Said Said na Watanzania. Sasa wanasubiri waone wanapodondoka na Leonardo, walikuwa wanasemaje ah! kawaida, kawaida sana. Jana. Sasa hivi wanasema ye ndo king, ye ndo. Msiwe hivyo bana, msiwe hivyo. Mm. Inaeleweka kwamba kuna siku mtu upepo unakuwa upande wake, kuna mm. siku unakuwa hauko upande wake, lakini sio kwamba siku ambayo mtu upepo hauko upande wake ndo unaanza kusema amezingua. mm. wanamdisappoint ni kijana ambaye na yeye utafutaji wake ni upande huo. sasa ukianza mm. kumwambia unamzoea rais hivi, Said anaweza kufanya kitu cha mzoea rais kweli hivo nahisi Said kwenye shughuli zote za, za kiserikali alizohudhuria sijui amekutana na hao anaopitia maudhui yao sijui y... kweli aje tu kirahisi rahisi, tu kiufupi, Ake... tuheshimu karia za watu exactly, meelewa kwamba mpaka mtu amefika wa hapo amefanya kitu basi tuheshimu yani. Kama hiyo ni fundi ujenzi, ubaki kwenye ufundi wako ujenzi, pambana tu, at, uswa. Yani fundi ujenzi angalia yani, mtu ameja kujenga na nguo chafu wewe nafanya, nafanya ujenzi kwanza, ukiangalia <laughs> walio comment wengi si hata wawachekesha eh? Yani nilitamani nione comment ya koi mm. Yani watu ambao walishaenda huko wakawasilisha, inabidi ina ina ina ina ina ina tumtafute Said Said, sawa eh? Yeah. Said Said mpigie sasa, Said Said Utakuta analia eh? Utakuta analia aaa, kamanda inatumika na eh? na namba inatumika aipo, saa yuko bizi. saidi tampigia baadaye kwenye ko, wengine tutaongea naye eh. E, tujue inakuwaje bwana e. Mimi naitwa Riki, nilikuwa na Sarafi Nigeria, this is E trending ya Riki Media e, till next time, bye bye.